Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kupata likes nyingi kwenye Facebook. Mimi huwa nafundisha taratibu, kwa hiyo unanisikiliza hatua kwa hatua, naenda pole pole mpaka pale nitakapoona umeelewa na mwishoni nitarudia tena kwa haraka haraka ili uweze kuelewa. Angalia video hii mpaka mwisho. Facebook ni mtandao mkubwa sana. Kwa hiyo cha kwanza inabidi unaingia kwenye Play Store. Mimi ntaitafuta Play Store ilipo, naona hapa, ntaiona Play Store hii hapa. Umeiona, ntaingia ndani ya Play Store. Baada hapo ntabonyeza hiki kitu search, iki hapa baada hapo tabonyeza neno search. Baada hapo utatafuta neno Facebook, naandika hapa Facebook. Baada ya hapo nitabonyeza tafuta search. Baada ya hapo nitabonyeza hapa kwenye hii hapa hii picha bonyeza hapo, itafunguka sasa. Nimekuleta hapa, cha kwanza nikuelezee Facebook, ni mtandao mkubwa sana, una watumiaji zaidi ya bilioni. Mfano, ukipandisha hapa juu, utaona imedownloadiwa zaidi ya mara bilioni kumi. Kwa hiyo ni watu wengi sana wanatumia huu mtandao wa Facebook. Kwa hiyo ukishakuja hapa, utaangalia. Usibonyeze hii hapa, upande wa kushoto utaifuta moja kwa moja kwenye simu yako. Kikubwa mimi hapa pameandikwa open kwa sababu mimi nimesha update, ila shida inabidi ubonyeze. Nitarudi nyuma taratibu, nitarudi tena nitarudi tena, nitarudi tena mpaka ifike mwanzo. Baada ya hapo, nitaingia kwenye Facebook. Unaona application ya Facebook hii hapa, nitaingia kwenye ndani ya application ya Facebook hii hapa, moja kwa moja itaingia mpaka hapo, nadhani umeiona. Baada ya hapo nitakuelezea taratibu taratibu, mm-hmm. Umeona hapo. Baada ya hapo utagusa hii huku mwisho kabisa, maana hapo kuna video, kuna kuna profile, kuna groups, notification pamoja na huku mwisho kabisa. Ukigusa hapa itafunguka namna hiyo. Baada ya hapo utagusa hili jina lako hapa. Kumbuka, hii sio page, hii ni profile. Utagusa baada ya kufunguka namna hiyo, utapandisha juu. Sasa hapa nataka nikupe maelezo. Cha kwanza ili upate like nyingi, e, kwenye kuposti kwenye akaunti yako. Cha kwanza kabisa mfano e, tuchukulia hapa labda nataka ni post hapa kwa what is on your mind. Hapa ni kuweka posti, nitabonyeza hapa katikati, itafunguka namna hiyo na kuja hapa, itaonyesha juu, itaonyesha jina. Mfano yes, hii inaonyesha Nadia Amani, umeona? Sasa kikubwa kabisa, mfano sasa unataka uweke, cha kwanza kabisa tuanze, unataka uweke picha, picha yako binafsi Utabonyeza hapo kwenye picha. Mfano mimi nataka niweke picha labda, eh, tuchukue labda chakula, nataka ni post labda iki wali eh, na, na, na njegere. Baada ya hapo, kwenye usiache kuposti bila kuandika maneno yoyote hapa kuhusu hii picha, na hayo maneno jitahidi yawe na keyword keyword ni neno ambalo litamuwea rahisi mtu kulipata kukipata hii kitu mtandaoni kwa Facebook akikitafuta au kitaleta maana nzuri kitakacho eh, kitakachofanya mtu aweze kushea zaidi. Ndio maana eh, unakuta eh, kuna, kuna, kuna, kuna, mfano kwenye hata hii mara nyingi kwenye stori za udaku unakuta mtu ame ameandika labda kitu fulani, lakini ukiangalia ndani unaona ndiyo kinaendana, lakini sio kivile inaendana, tu kwa wastani. Hiyo ndio faida ya kuweka maneno mazuri. Mfano kama unaandika eh, labda eh, njegele labda au kaandika labda hata mapishi ya njegele tamu, umeona ukaandika caption kama hii, mapishi ya njegele tamu kwa sababu mtu kwenye kutafuta atatafuta mapishi ya njegele umeona, na itamgea rahisi zaidi kuipata. Baada ya hapo, kabla ya kuposti, jitahidi cha kwanza kabisa hapa kwenye only me isiwe only me. Ebu e, gusa hapo. Ukigusa hapo kuna option. Mfano hapa pameandikwa who can see your post? Sasa hapa kuna option. E, wanasema who can see your post? Nani ata unataka aone hii post? Mimi nimeweka kwenye only me. Kwa only me maana yake atakayeiona ni mimi peke yangu. Kwa hiyo hakuna mtu yote wa rafiki atakayeona. Ukiweka hapa kwenye specific friends to show, utachagua wale marafiki unaotaka tu waone, mfano kumi utawachagua hapa, itakuletea hivi, utawachagua labda kumi au ishirini ambao unataka wewe waone hiyo picha yako. Turudi nyuma, ukiweka hii option ya tatu, utachagua marafiki wote wataona, lakini pasipo au ambao utawaselekti. Tuguse hapo, kwa utakawaselekti hapa pekee ndo hawataona, lakini wengine wote wataona. Option option hii wataona marafiki wako tu wa Facebook Ukiweka hapa watakaoona ni marafiki wako tu wa Facebook, hakuna mwingine ambaye ataona. Ukiweka hii public, maana yake wataona wote. Tuweke hapa public, hii ina means wataona kila mmoja kwenye Facebook ataona. Kwa hiyo kama unataka kila mmoja aone, hata kama sio rafiki yako, basi akiingia kwenye profile yako aweze kuiona. Mimi niliweka only me, lakini kwa sasa, mwanzo ilikuwa only me, lakini kwa sasa itabidi nibadilishe niweke public, alafu baada hapo nitapiga done hapa chini done. Utaona imebadilika hapa, imekuwa public. Baada ya hapo, ni vizuri sana ukachagua album, japo sio lazima, ila album inakufanya E, create new album ukaandika labda e, posti za mapishi, alafu hapa chini kama kai utachagua unataka nani aone ili album lako utabonyeza hapo labda utachagua tena public, umeona lakini pia kucreate, alafu ukisharudi hapo uta, uta, utabonyeza hapa create. Create umeona hapa juu kabisa kulia, turudi nyuma, turudi tena nyuma. Kuna option nyingine ili watu waone wengi post yako Facebook, basi ni vizuri ukashare na Instagram. Umeona, ukibonyeza hapa huku italeta kwenye Instagram, japo msa kuja huku, lakini kama Instagram unayo basi utaweza kuwasha hii sehemu hapa, hiyo itasaidia ili ukiposti kitu Facebook na Instagram kinajiposti moja kwa moja automatically chenyewe kinajiposti. Hapa chini unaweka sasa. Mfano unakuta kuna ingine picha zao zimetengenezwa si kupitia artificial intelligence, kwa sababu Facebook imeungana na artificial intelligence kwenye ku, kutengeneza picha mbalimbali mbali. Kwa kama hii picha uliweka hapa mfano, hii ni picha ya kawaida, lakini kama limetengenezwa eh, kwa akili bandia, itabidi uiwashe hii sehemu, itakwambia add hapa ukipost itaonyesha kwa chini hapa kwamba watu wanaona hii imetengenezwa na akili bandia. Lakini sio akili bandia iliyotengenezwa na Artificial Intelligence. Hii ni picha halisi hapa. Kwa chini, kwenye picha, kuna simple imeandikwa kwa edit. Ni una edit picha umeona itakuletea hapo Utaweza hapa juu unaweza ukatagi kutagi, maana yake ni kuweka mtu ulionaye. Mfano, mfano unaweza kugusa picha ukaweka huyo mtu ulionaye. Tagi maana yake ni mtu ulio naye. Hapa ni sehemu ya kuweka muziki, hii ya pili unaweza kubonyeza hapa. Ukibonyeza hapo, unaweza kuweka muziki. Muziki wote ule ukauadi kwenye picha yako. Aboona mabovu African for Jesus. Umona thank you God. God's plan, Paradise. Umona don't give up okay. Unaweza ukaweka stika una kama picha cha mtu. Ukibonyeza hapo unaweza ukaweka stika mbalimbali, mfano unaweza ukaweka stika cha iki hapa umeona au kakiweka kwa hapa kinahamishika, lakini kama ukishakiweka na unataka utoe basi takibonyeza hapa njegele. Njegele. Alafu takidragi mpaka chini kwenye utumo na kitatoka hapa kinaenda hapa mpaka kwenye delete, unakuwa umeifuta. Hii sehemu inayofuatia unaweka maneno. Mfano ukigusa hapa unaweza kuweka labda njegele. Alafu ukishika njegele unaweza labda ukabadilisha mfano ili maneno uweke. Ukitaka kubadilisha background hapo nyuma, unabonyeza hii hapa hapa. Hii, maneno hiyo rangi hiyo ya hivyo au ya njano au hata nyeusi au, au nyekundu, kubadilisha. Hii inofuatia hapa ni aina ya fonti. Ukibonyeza hapa unaweza kaweka isiwe bold au kaweka hivi ikawa bold yani, kivuli cha nyuma kikaonekana. Hii hapa ni arrangement. Nataka maneno yakae katikati au ya, ya kae mwanzo. Tuguse hapo utaona imekaa huku. Ukigusa kuchora. Yatahamia mfano Tuchukulie mfano, subiri nirudi nyuma kidogo. Hapa ni kuchora, mfano nataka uchore kitu fulani hapa kwenye hii picha, umeona au hata uchore, uchore labda yes, la, -la, -la, -la lakini ikusisa kidogo kuteka andu umeona, tunachaa nayo hapa chini effect. Ukitaka kuedit ipicha Effect unabonyeza, kisha kuja effect mbalimbali, unaweza ukaweka hii, unaweza ukaweka hii, unaweza ukaweka hii. Kama sunglass fulani, unaweza ukaweka amba, lakini sisi hatutaki hii. Inafuatia hapa ni ku crop kuikata hii picha, unaweza ukaikata kidogo, una crop hapo, unaweza ukaikata hivi, unaweza hata ukaipunguza, umeona Ikakaa hivyo hapa, imekaa size nzuri. Baada hapo utapiga hapa done, piga yes, hapa done, done. Itakaa hivi. Baada hapo utabonyeza done, picha yako ipo vizuri, itarudi mwanzo. Sasa hapa kuna option hapo, unaongeza picha hapa, unaweza ukatagi mtu hapo unaweza kuweka eh, unaweza kuweka emoji, emoji mbalimbali hapo, unaweza kuiweka hapo kwenye, hapo ikaonesha hapo kwa juu, feeling happy, au kaweka labda eh, labda tukaweka feel loved, uone itaonekana kwa hapa juu imebadilika. Hapa chini kuna location, unaweza ukatagi hapa, ukasema labda hii picha niliyopiga nilikuwa Dar es Salaam, ukabonyeza hapa Dar es Salaam. Umeona feeling loved at Dar es Salaam, Tanzania, itaandika kwa hapo juu. Baada hapo, utabonyeza vidoti vitatu hivi, kuna option nyingine humo zitaonesha au mfano unataka uweke call, basi unaweza kubonyeza hapa get calls, ukaweka namba yako ya simu, alafu ikatokea hapa kwenye account. Umeona? Baada hapo, utabonyeza neno next, itakuuliza itakwambia kwanza hapa, hii post yako itakuwa public, kweli who can comment, nani anaweza kucomment, imeandikwa public, kila moja anaweza kuconnect hapa. Schedule yani maana yake unachagua uposti, eh uposti muda gani unaweza kuchukua hapa, ukasema labda sitaki kuposti now, nataka labda ni post siku tarehe fulani, labda siku ya birthday yangu. Kwa utachagua hapa tarehe unataka kuposti, labda tarehe 12 mwezi wa ngapi, Desemba, kwa hiyo itajiposti hapa kwa, kama wewe umekubaliwa tayari kulipwa na Facebook basi utaweza ku add product links hapa chini. Invite collaborator hii, watu wengi hatuitumii, lakini mfano kama hii post labda mlitengeneza wote wawili, unaweza ukaiseti hapo mkaa mna collaborate wote wawili. Baada ya hapo unabonyeza neno post post. Ukibonyeza neno posti, basi itakuwa imejiposti na hivyo itaweza kuonekana na watu wengi, kwa sababu tayari ipo public. Karibu sana video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Usisahau kusubscribe hapo chini. Karibu sana.